Habari zenyu, natumai mko salama hapa. Mnaongea na Mr. Kevin, na niliwaambia tuko Vihiga na kazi ya Vihiga imeisha, so ni watu wanaboma, alafu tarudi siku ingine kupiga plasta. So niko hapa na rafiki yangu, yeye ya, ndiye tulianza na hii muradi, so ningependa wasalamie na waambie vyenye tumeendelea na kazi kufika sahi. Karibu hey. Natumai hamjambo. Kwa majina anaitwa Solomon Mrega na hapa ni Vihiga Kaunti, Sabar sub location, kwa Nyali village. Na Engineer Kevin kazi yake yaitambua, ni kazi ya muhimu, kazi ya maana. Na niliwaambia mwanzo, nyumba ikiendelea kuisha, atawaonyesha vile kunaenda. Sasa saa hii Naona sasa hivi tunaelekea kupoma, labda wakati wa plasta atawajulisha. atawa, atawa alafu kazi ya nyinyi Kevin ni mzuri sana, natumai mmeiona na mtampatia mta kazi. Kijana si kijana mbaya, nashukuru kazi yake kijana hapo expensive muangalie kazi yake vile. Hiyo nashukuru, so kufika hapo, mimi naweza kuwarudishia shukran. Mungu awabariki muziti kuni support, nawambia maisha marefu na afya njema, na Mungu awabariki. Ni hayo tu, bariki vijaa